Kutoka kaunti nambari moja, moja kwa moja sasa tuelekee kaunti nambari arobaini na tano ambapo maafisa wa polisi huko Kisii wameanzisha uchunguzi wa kina kufuatia kifo cha mwanafunzi mmoja wa gredi ya saba katika shule ya msingi ya wavulana ya Mosocho baada ya mtoto huyo kuanguka na kuaga dunia muda mfupi baadaye, wazazi waliojawa na hamaki walifika katika shule hiyo na kutatiza shughuli za kawaida, wakitaka majibu kamili kuhusu kifo cha mtoto huyo, ili lazimu maafisa wa usalama kuingilia kati kutuliza hali shuleni. Hadi sasa usimamizi wa shule hiyo bado haujatoa taarifa kamili kuhusu utata wa kifo cha mtoto huyo. Nilipigiwa simu asubuhi, sio saa sita, sio saa ngapi, nikaambiwa nikimbie senti, nikimbie Bosongo, na anaitwa Sister Matilda ni head teacher kwa hiyo shule. Nikamuuliza kuna nini, mtoto ni mgonjwa? Akunieleza, kaniambia kimbia. Nikafika katikati, akanipigia ujafika? Nikamwambia kwani kuna nini? Kufika huko akaniambia nikae, mtoto anashughulikiwa nikakaa kidogo, sikukaa, nikasema nataka nione mtoto akishughulikiwa. Nikaingia kwa room next, hakukuwa na mtu, nikaingia kwa room next, hakuna mtu, nikaingia room ya tatu, hakuna mtu. Ananiambia mtoto anashughulikiwa weka, nikasema hapana, mniambie, ninaenda na mtoto wangu. Nikaenda next, nikaonyesha mtoto wangu amelala, hata alikufa kaandikwa jina kitambo. We have addressed the issues and now the situation is calm. We have talked to the parents we have talked to the student and uh, we are sure that they are ready to continue with life because uh, when one dies it's not the plan of the us but it's God's plan and it has happened we want just to wish each one of us that we take heart and move on as normal